Leo nataka tujadili kidogo kuhusiana na existential crisis. Existential crisis, yaani, kwa tafsiri isiyokuwa kwa tafsiri ya moja kwa moja, ni kama anguko la uwepo. Existential crisis, anguko la uwepo. Lakini kwa tafsiri ya kimaana, huwa anapenda kuliita ni jangwa la nafsi. Unajua, kwenye maisha kuna season ambazo lazima tuzipitie, kama ambavyo inaelekezwa kwenye kitabu cha Mhubiri mlango wa tatu kuna wakati wa kupata, kukosa, kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kutawanya, kuna wakati wa kukusanya, kuna wakati wa huzuni, kuna wakati wa furaha, kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa. Kwa hiyo kuna season ambazo wanadamu lazima tuzipitie tunapokuwa duniani. Hakuna namna ambavyo maisha yatakuwa flat Yaani kila siku yatakuwa bora bora bora bora? No, kuna wakati maisha yatakuwa juu, kuna siku maisha yatashuka, kuna siku utainuka tena, kuna siku utashuka. Yaani maisha yanaenda staili fulani ya mawimbi, na mpaka pale ambako tunakuwa tunafikia ule utimilifu wetu. Sasa kuna hichi kipindi ambacho sasa huwa wengi tunaweza kukipitia hichi kipindi ambacho ndio kipindi tunasema cha jangwa la nafsi, existential crisis. Ni ule msimu ambao unaweza kukutana nao kwenye maisha. Inakuwa kama ni peak ya maumivu, inakuwa kama ni kilele cha maumivu ambao unaweza kuyapitia. Ni ule wakati ambao ukiyatazama maisha yako kushoto, kulia, ni kama Hakuna njia hakuna namna ambavyo unaweza kuona tumaini tena kutokea hapo ulipo. kiangalia ndoa yako umefika mahali ambako huoni kama kuna tumaini tena kwenye hiyo ndoa unapoangalia biashara huoni tena kama kuna tumaini kwenye hiyo biashara unapoangalia pengine watoto huoni tena kama kuna tumaini kwenye hawa watoto ni kilele cha maumivu ni pale ambako nguvu zako zinakuwa kama zimeisha, ni pale ambako imani inakuwa kama ime kama ni maombi umeomba hata ujuu, unaweza kuombaje tena? Yani kama ni maombi yamekuishia, kama ni kutafuta njia zote umeweza kupitia hasa, umefika mahali pa mwisho kabisa. Na hapa wakati mwingine unaweza ukawa ndani yako unazalisha maswali kama haya ya mimi naweza kuwa na maana tena kwenye haya maisha. Unaweza ukajiuliza, hivi ni kweli Mungu yuko upande wangu? unaweza ukajiuliza hivi nimemkosea nini Mungu mimi kikubwa namna hii mpaka ameamua kuruhusu adhabu kubwa hivi kwenye maisha yangu? Ni kipindi ambacho wengine wanaweza kufika mahali pa kukata tamaa ya maisha kabisa na kuamua kuchukua hatua ya kuyasimamisha maisha, ama kujiua. Sasa kwa nini nazungumza maneno haya? Nataka nizungumze maneno haya kwa sababu watu wengi sana huwa wanakosea wanapofika kwenye kile kipindi kuwa wengi wanapoteza tumaini la maisha, wengine wanajiua, wengine wanaona kama ni wakosefu sana, wengine wanaona kama vile basi tena hakuna tumaini. Lakini mimi nataka nikuambie, mateso kile kinakuaga ni kilele cha mateso kile kinakuaga ni kilele cha mateso, na wachache sana ambao wanafanikiwa kuweza kujitunza, wakaweza kujidhibiti na wakawa na namna ya ustahimilivu kwenye kile kipindi, huwa wakitoka pale, maisha huwa yanafanya tani Yanarudi tena sasa kwenye kuanza kupanda, maisha yanaanza tena kuwa bora taratibu, na ndiyo maana utakuja kugundua Ayubu baada ya kipindi kile, Mungu alianza kumrudishia tena mara nyingi zaidi vile vyote alivyovipoteza. Musa na yeye baada ya kipindi kile utaanza kuona taratibu, Mungu alianza kumpa tumaini kutokea kwa Sipora. Mungu alimpa tumaini kule nyumbani kwa, kwa Sipora, kwa Yethro, na baadaye akaweza kurudia tena ule ushindi mwingine ambao alikuwa anakusudia. Lakini hata Yesu mwenyewe, mwana wa Adamu, utakuja kugundua ya kwamba alipofika na kuhitimisha kile kipindi, alianza taratibu kupanda pale. Baada ya malaika kumtia nguvu, alianza kusogelea msalaba kwa nguvu, na baadaye akaingia kaburini na kufufuka, na akauendea ule ufalme, ufalme wa milele. Hicho ni kipindi ambacho kwa kweli unahitaji kujitathmini tena. Ni kipindi ambacho unahitajika kuomba sana, kipindi ambacho unahitajika kuwa mtulivu, ni kipindi ambacho unahitajika imani yako kuiweka mbele za Mungu sana, ni kipindi ambacho unahitaji kuinua macho yako sana na kumtazama Mungu, lakini usiache kuzitafuta hatua ndogo ndogo za kuanza kuinuka kutokea pale ambako umefika, na mi nina uhakika kabisa ya kwamba ukihitimisha hicho kipindi, maisha huwa yanainuka tena. Umefika wapi kwenye biashara hadi umekutana na jangwa hili la nafsi? Umefika wapi kwenye uwekezaji? Umefika wapi kwenye ndoa? Umefika wapi kwenye maisha na taaluma na vipawa? Leo nataka nikutie tumaini tena, mara baada ya hapo nuru imekaribia. Usiku umeendelea na mchana umekaribia. kadiri ambavyo giza linakuwa nene ndivyo ambavyo asubuhi inasogea, asubuhi inakaribia, kuna kuhitimisha kwenye hicho kipindi, na maisha yanarudi kwenye upya. Mimi nakuombea ujasiri na nguvu na ustahimilivu. Mungu akusaidie kupambana, usiwe kichaa. Mungu akusaidie kupambana, usijiue. Mungu akusaidie kupambana, usiangushe maono, lakini mwisho wa siku uinuke ukawe miongoni mwa wale ambao watakuwa wakishuhudia kusema ya kwamba nilipita mahali fulani, lakini Mungu alinisaidia, Mungu aliniinua na kutakia kila laheri. Unapoimarika na sisi tunaimarika.